Mpishi wetu saa hivi ndo tume, tunaelekea kwenye hatua gani saa hivi? Tunaingia kwenye hatua tuna ya kukanda chapati zetu. Mm -hmm. Hapa tuna unga wetu kiasi chetu ni kilo nne. Tuna hii prestige, na mafuta ya maji, hivi vyote vinatumika kwenye kukanda chapati. Haya mafuta ni kwa ajili ya kulainishia na prestige pia ni kwa ajili ya kulainisha chapati lakini tuna chumvi na tuna sukari pia. Mtu ambaye tunaenda kumpikia chapati leo, ambaye ni bosi wetu, anapenda chapati ziwe na testi ya sukari na chumvi kwa pamoja, ila visisikike sana, na wala zisiwe hamna kabisa. Ila chapati wengine wanatumia chumvi kabisa, ambao hawaweki sukari, lakini kuna ambao pia wanaweka sukari tu hawaweki chumvi. Kwao ni wewe mwenyewe unapotaka kupika utaamua ila mimi kutokana na bosi wangu yeye mwenyewe, sasa kutokana na anataka kupika ni yeye, kutokana na mwajiri wako atakuwa anapendelea chapati zenye testi gani? Testi gani? Sawa e, kwa sababu yeye anapika kulingana na bosi wake anataka nini, namana na wewe unapenda kupika kulingana na bosi wako anataka testi gani? Sawa e. Kwa mimi bosi wangu anahitaji sukari kwa mbali na chungu kwa mbali, kwa mbali pamoja kwenye chapati zake. Kwa hatua kwa ya kwanza katika kukanda hizi chapati, kwanza unga unatakiwa uchekeche, kwa sababu huko madukani hatukaamini mahali ambapo walikuwa wamehifadhi. Kwa hiyo tunauchekecha ili kuondoa baadhi ya particles labda zilizoingia kwa bahati mbaya. Sina kikombe, unachekecha tu hivyo. Mama mmoja, sisi si atoe kamera. Unga wetu uko tayari, tumesha uchekecha, tumeutenganisha na kama kulikuwa na vitu vichafu chafu, tumetoa. Kwa hiyo hapa tunaelekea sasa kwenye prosesi nzima ya kuweka hivi vitu vyetu tulivyokuwa navyo hapa, ambapo ni sukari, chumvi, mafuta na maji kwa ajili ya kukanda. Kwa hiyo tutaanza kwa kwa hmm. hmm. unga uliokuwa kwenye beseni ambao unakandwa, hizi ndo chapati zenyewe. Unga uliokuwa kwenye sahani huu ni kwa ajili ya kusukumia na kunyunyuzia kwenye madonge yetu ya chapati. Kwao tunaanza <tipos> kuweka vitu vyetu ambavyo tunavyo hapa. Tutaanza na, mimi nitaanza na sukari. Unga ni kiasi gani? <tipos> Unga yetu ni ngano, unga wa ngano kilo nne. Mm -hmm. Sasa so, so sukari hapo ni swala la makadirio, kwa sababu kilo nne, mm -hmm. kwa sababu hatuwezi sema unga kilo nne tunaweka sukari robo. Hapana, kwa hiyo tunakadiria inaweza kuwa aidha ni vijiko vitano, vinne, sita kutokana na mpishi, yani kutokana na mlaji mwenyewe anavotaka. Sasa ameshasema anahitaji sukari kwa mbali hmm. na chumvi kwa mbali hapo, kwa tutakadiria isiwe sukari nyingi ambayo itamkera wala sio kidogo ambayo hataisikia kabisa. Kwa hiyo amekazia zaidi kwamba sukari utaweka kulingana na unampikia. Kuna mwingine atakuwa anataka kabisa sukari, kwa hiyo uweze ukasema kwamba sasa hapo utaweka na maana bosi wako kama anataka chapati ambazo zina chumvi tu, maana yake hautaweka sukari kabisa. Endelea kwao, tunaweka sukari yetu. Hichi kiasi nilichoweka mimi kutokana na bosi wangu, hichi kinamtosha. Kwa hiyo nitakuja kukadiria na chumvi sababu vyote vinahitaji vinategemeana, vinahitaji vyote kusikika. Baada ya hapo, tunavichanganya kwanza, hii chumvi na hii sukari pamoja na huu unga. Haya, kwa hiyo unga wetu kama tunavyoona tayari umeshachanganyika na mafuta yetu tulioweka, chumvi yetu na sukari. Naweza mkasugia kwa karibu zaidi, ili muweze kuona ambavyo upo sasa hivi. Na uonaje, unafanana na mara ya kwanza au umebadilika? Kwa hiyo baada ya kuwa tumeshachanganya vile vitu vyetu vyote ambavyo ni chumvi, sukari na mafuta, tunaingia kwenye hatua ya kuweka maji. Tulisema tutatumia maji ya kawaida kabisa, tumechota tu bombani, tunatumia hatuna haja ya kuyapasha wala kuyachemsha. Hapo kwenye kuweka maji, hapo natakiwa ukadirie unga wa chapati, mara nyingi ndo unga unaosifika kuwa mlaini kwao. Tunakadiria maji yetu kulingana na kiasi cha unga ambacho tuko nacho kwao, tunaweka maji Msogee karibu muone vizuri, tunaweka maji. Wakati anaendelea kuchanganya maji, unaendelea kukanda ili tuhakikisha imeshikana kabisa. Hapa tunaelekea kwenye kukata, tunakata matonge, tunavingisha kama hivi. Hapa bado tuko kwenye prosesi ya kuendelea kuziandaa mm. Haya, unga wetu uko tayari. Tulisema tunakata matonge ili tupate idadi. Baada ya kupata idadi, tutayaacha kama kwa dakika kumi na tano, then tunakuja kusukuma unga wetu, sio unga tena, tunakuja kusukuma madonge yetu. Tunapaka mafuta kwa ajili ya kuja ku Tumemalizia kuchoma chapati zetu. Kwa hapa tushapata idadi yetu. Tunaacha kwa huo muda wa dakika kumi na tano ili tuje tuzipake mafuta. Unga wetu ambao tuliukanda madonge yetu tulisema tunaweka kwa muda wa dakika kumi na tano baada ya kuyakata tukapata idadi yake, tukaweka baada ya muda wa dakika kumi na tano ili chapati zetu ziendelee kulainika. Kwa sababu tupo kwenye muda kuzisukuma na kuzipaka mafuta ambao kwenye kupaka hatutatumia mafuta haya ya maji badala yake tutatumia hii prestige. Kwa hiyo takuwa na mtu hapa kumsaidia kupaka mafuta wakati mimi nikisukuma. Baada ya kuipaka mafuta kidogo, utaanza kuisqueeze chapati yako, ili yale mafuta na yenyewe yaingie kwenye round yote ya chapati. Hii bado ni process ya kuzifanya chapati zetu ziendelee kuwa laini. Kwa hiyo utakuwa na squeeze hivi. Ina, unaona inaongezeka na size. Yeah. Mm. Kwa hiyo utakuwa na squeeze kama hivi ili iwe inaingia yale mafuta, baada ya hapo kuna size ikifika kama hii inakuwa inatosha, hapa tunaweza sasa tukakunja. Style ambayo tunaenda kukunja leo ni tunatafuta at least chapati yetu iwe na layers. Nikisema layer mnaelewa? Yeah. Mm. Kwa hiyo tuna kunja kwa mfumo kama wa ngazi ili tupate chapati yetu iwe na mchambuko. Kwa hapa tunakunja, unakuwa unaenda tu kama una zigzaga, yani unapanda juu unashuka chini, unapanda juu unashuka chini, unapanda juu unashuka chini. Ukishamaliza hapo unaivuta kwa pembeni huku, unahakikisha ile mikunjo inakuwa sunaona unakuwa inaonekana vizuri. Baada ya hapo ndo unairuhusu chapati yako kuifunga. Ko, tutaendelea kufanya hivyo kwa chapati zetu zote. Chapati yetu kama mnavyoiona iko tayari, kwa hiyo tunaelekea moja kwa moja kuanza kwa kuchoma natukia uhakikisha kampeni yako imepata moto, lakini moto usio wa kuzidi wa kufanya mpaka chapati ukaungua. Kwa hiyo unaweka jikoni, unaangalia na moto wako, unaacha inaanza kuiva upande wa kwanza kabla hujaigeuza. Ishaanza kuona imeinuka inuka hivi inuka, inuka kidogo unaweza ukaigeuza, uangalia ili sije ikaungua. Hapo ilikuwa tayari upande mmoja umeshaiva vizuri. Kwa hiyo tunasubiri upande wa pili, hakikisha hivi havivi. Chapati yetu yaani, iko tayari pande zote mbili, imeshaiva na ile mikunjo yetu ambayo tulikuwa tunaongelea, ndo hii hii hapa. Kwao tunatoa